Ndugu wananchi wa mkoa wa Shinyanga, napenda kuwatangazia ya kuwa tunatarajia kumpokea mgombea wetu wa kiti cha urais kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi, naye si mwingine ni Ndugu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anatarajia kuwasili katika mkoa wetu wa Shinyanga tarehe kumi na moja ya mwezi wa kumi mwaka huu 2025 Atawasili katika mkoa wetu wa Shinyanga kufanya mikutano mikubwa ya kihistoria katika mkoa wetu wa Shinyanga, hiyo tarehe kumi na moja ya kampeni, ambako tunataraji kumpokea asubuhi, ambako atasalimia wananchi wa Maganzo, ambako ni wilaya ya Kishapu. Atasalimu pale Maganzo na atafanya mkutano wa kuwasalimu wananchi majira ya asubuhi, lakini baadaye anatarajiwa kuwasili ndani ya uwanja wa CCM Kambarage kuanzia saa nne asubuhi, mkutano mkubwa wa kihistoria wa kampeni utafanyika na milango itafunguliwa kuanzia saa kumi na mbili asubuhi. Hivyo wananchi wote wa Shinyanga bila kujalisha itikadi za kidini, kivyama, kirangi, kikabila, wananchi wote wanakaribishwa kuja kuzungumza na mama yetu mpendwa Samia Suluhu Hassan, na vikundi vyote vyao vya machinga, wapiga debe, wajasiriamali, wakulima, wafanyabiashara wadogo wadogo, na wananchi wote wanatakiwa, mnakaribishwa sana, mje muonane live bila chenga na mama yetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hasani akiyazungumza mambo makubwa aliyotufanyia wananchi wa Shinyanga na nchi nzima ya Tanzania, lakini mambo mengine makubwa zaidi ambayo anataraji kuyafanya katika kipindi chake hichi sasa cha mwaka 2025 mpaka 2030 tutakapompa ridhaa ya kuwa rais wetu tena wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia akimaliza mkutano huu anatarajia kwenda Kahama hiyo tarehe 11 ambako mida ya jioni kuanzia pale sasa Kahama kuanzia saa saba, saa nane atafanya mkutano mkubwa wa kihistoria katika uwanja unaojulikana kama uwanja wa Magufuli uliopo pale Kahama. Kwa hiyo wakazi wa Kahama na vitongoji vyake pia, mnaaliko muweze kujitokeza kwa wingi kumlaki na kumsikiliza sera safi za mgombea wetu wa rais kupitia tiketi ya chama cha Mapinduzi, namzungumzia daktari Samia Suluhu Hassani, rais wa Watanzania, mama wa taifa hili la Tanzania, rais ambaye mpaka mataifa mengine yanatamani aende akayaongoze pia kwa mambo makubwa aliyotufanyia. Hivyo wananchi wote niombe niwakaribishe, lakini pia tutakuwa na burudani za wasanii wakubwa wa kimataifa wa kitaifa katika nchi ya Tanzania na wengine wa kutoka mkoa wetu wa Shinyanga tutaburudishwa na burudani tosha, lakini pia ataambatana na viongozi mbalimbali mbali, akiwepo eh, katibu wetu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Naye atamsindikiza atakuweko hapo. Kwa hiyo niwaombe sana wananchi, tusogee tuweze kuzisikiliza sera safi za mgombea wetu, na sasa mambo yako tayari, ukiona maandalizi Shinyanga ameshapendeza na kijani. Kwa hiyo karibuni sana wananchi wa Shinyanga, tuweze kumlaki na kusikiliza sera safi za mama yetu Samia Suluhu Hassan. Tunamwambia mama ni tano tano, king king king, za kwenda mbele, tunaenda kuzimwaga kura mpaka zinamwagika.